Bwana Yesu asifiwe. Sifiwe. Amina. Elimu ni maisha. Na ninyi mmepata elimu bora, tunatarajia hii elimu mtaishi. Mtakaporudi nyumbani mtajipambanua kati ya vijana waliopata elimu bora kama ninyi, mkajipambanue, mkaishi tofauti somi kwa ajili ya mtihani, maana elimu ni maisha. Sasa hayo maisha mkayaishi, lakini pia mkae watii na wanyenyekevu kwa wazazi na kwa jamii. Kilichowafanya Adam na Eva wafukuzwe kwenye bustani nzuri ya Edeni haikuwa kula tunda, Walikosa utii kwa Mungu. Kilichowafanya familia ya Yakobo kwenda utumwani Misri haikuwa njaa, walikosa utii kwa Mungu. Utii umebeba baraka nyingi. Kwa utii mkauishi, mkapokee mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama kanisa Taendelea kuwaombea na Mungu atawatamia nyakati zote. Asante sana. Mina naitwa Hezroni Jioni Mandoloma mwitimu wa kidato cha nne mwaka 2003. Lakini leo namshukuru sana Mungu, Muumba wa mbingu na ardhi, aliyetupa neema mimi na wewe ya kuwepo mahali hapa, si kwa akili zetu, si kwa uweza wetu, lakini ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu ametukutanisha mahali hapa. Lakini zaidi sana ni tukio muhimu kutoka uh, shule ya sekondari Mwadui ambapo leo tunasherekea mahafali ya arobaini na saba ya kidato cha nne katika shule hii. Mungu awabariki sana form 4 ambao umetutanisha mahali hapa, lakini Mungu awabariki sana wazazi, watumishi na walimu wote ambao kwa namna moja au nyingine mmesababisha tukio hili kuwepo. Barikiwe sana. Zaidi ya yote, kwanza naanza kwa kukaribisha wewe mzazi, kwa kukaribisha wewe mgeni mwalikwa ibisha wewe mwanafunzi, ikutie chachu tukio hili ambalo linafanyika leo, mahafali hii ambayo tunaadhimisha leo, ikutie chachu kwamba kila kitu kinawezekana. Ukisoma maandiko matakatifu yanasema, tumeambiwa hapa leo, Biblia inasema mshike sana huyo elimu usimwache aende zake. Wenzetu wa kidato cha nne leo wameweza na pia kwa vitendo jinsi ambavyo wameandaliwa vizuri na wanayo hiyo taaluma. Jambo la kwanza, nitoe pongezi nyingi sana nitoe pongezi nyingi sana kwa kanisa la KKT, Dayosisi ya Kusini Mashariki mwa Ziwa chni ya askofu wetu ambaye leo wameshindwa kufika mahali hapa, salamu zimfikie. Lakini pia uh, kwa uwakilishi ambao ameuagiza mahali hapa meweza kufika, mimi kwa niaba ya benki ya CRDB natoa shukrani zangu za dhati kwelu, kwa jinsi ambavyo mmeweza kuwa washirika wetu, bila nini yamkini tusije kuwepo katika eneo hili leo. Lakini jambo la pili natoa pongezi nyingi sana wote. Tutakuwa mashahidi, ndugu wageni waalipwa, na wanafunzi wa kidato cha nne, na wengine wote ambao wamekuja mahali hapa leo, tutakuwa mashahidi kwa kazi nzuri inayofanywa na watumishi wa shule ya sekondari Mwadui, walimu teaching na non-teaching staff, ikiongozwa na Captain Mashara kama ambavyo amekuwa akiimbwa, tupige makofi kwao kwanza. Wakati nafuatilia uh, mwenendo wa shule tumeona, wanasema kuna watu wengine ni matomaso, wanataka kufanya au kuamini kwa kuona. Ukiwa mtaani utaambiwa mwadui ni nzuri, mwadui ni nzuri, lakini number speaks a lot yani, namba itabaki kuwa namba, yenyewe inajieleza. Kama wameweza mwaka jana, katika watoto tisini na tano wote wamefaulu Kabla hatujasema madaraka, lakini wote wamefaulu, ni ishara tosha. Ni dhahiri kwamba kuna kazi kubwa inafanyika, kila mmoja kwa nafasi yake, kuna kazi kubwa inafanywa na walimu hawa. Tumekuwa tukiwaona form four tule, wana tisini na saba hao, lakini pia kuna wanafunzi wa kujitegemea 15 112, lakini tumeona wakati wanatambulishwa walimu asimama kundi hili wako wawili, kundi hili wako watatu, wa hawafiki hata thelathini, lakini kwa mfano tu wako 112. Tujaribu kuvaa uhusika tuone jinsi ambavyo watumishi hawa, walimu hawa, wanatenda kazi kubwa. Bado nazidi kuwapongeza. Mungu awabariki sana watumishi. Kwa namna ya kipekee kabisa, niwakumbushe wazazi, jinsi ambavyo huwa tunavurugika wakati wa likizo, anarudi mtoto mmoja wa kwako sio mwingi wa mwingine wala utunzi wa mwingine wa kwako, anarudi wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, mwezi, nasema eh, sasa bajeti hapa nyumbani itabadilika, chakula itakuwa gharama, malezi sijui yatakuwa wapi, saa 12 hajarudi, sijui ameenda. Yani tunavurugika nyumbani hapo, na kuangalia jinsi ambavyo dunia imebadilika, basi heka heka za kutosha, lakini walimu hawa na wanakaa nao muhula kwa muhula, semester kwa semester, na bado Vipaji, tofauti sio vya taaluma tu, hata vile vya kujitegemea, ungekabidhiwa wewe umfanye mwanafunzi huyu leo awe scout, umfanye mwanafunzi huyu leo mwandishi wa habari au msomaji wa taarifa za habari, comedian, umfanye mwanafunzi huyu awe kama Mike Tyson. Kwa kwa hiyo walimu, Mungu awabariki sana, na Mungu aendelee kuwapeni afya, kuwapeni ari, kuwapeni maarifa ya kuzidi Iyo ambayo tunayaona au mwelekezo wa taaluma bora ambayo tunaiona katika shule hii haujaja bahati mbaya, ndugu wazazi, ndugu wageni waalikwa, ah, wanasema ukiona vyaelea, kuna jasho linatoka kwa waalimu hawa, kuna jasho linatoka kwa kuwa shule, kuna jasho linatoka kwa msaada wa kwa uongozi kwa, kwa, kwa, kwa wa kanisa ili kuhakikisha wanafunzi hawa wanakuwa katika unadhifu, katika taaluma, katika elimu bora walionayo. Tumesikia kwenye risala ya wanafunzi, tumesikia kwenye risala ya Services, Social Services Commission wanafanya mitihani hiyo kwa ajili ya kujipima na kuwaweka sawasawa sawa ili kukabili mtihani wa taifa. Hivi ndugu wageni waar, kwa risala hii ambayo nimeisikia mimi kama masikio yenu yalikuwa yakisikia kama nilivyokuwa nikisikia mimi na kuelewa, sina shaka na utayari wa wanafunzi hao kwa ajili ya kuendea mtihani wa taifa unaokuja hivi karibuni, nani watoto wa form four. Biblia inasema imani bila matendo imekufa. Tuna imani na nini? Walimu wana imani na nini? Shule ina imani na nini? Hata wazazi wenu pia wana imani na nini? Tuthibitishieni imani hii kama ambavyo mmetuambia. Hamtaki hamtaki hamtaki hamtaki hamtaki hamtaki hamtaki two. Nataka kidole kimoja. Tuleteni vijiti vya kutosha tisini na saba halafu muone jinsi ambavyo shule itakuwa njema na itakuwa na jina.